limetoka lakini, kule kwenye mkutano ulikotoka kufika hapa, umekuta tuna furaha, tulikuwa tuna kusubiri kipenzi chetu. Sasa utupeleke salamu kwa mama we, Mama Samia, sema mitano tena. Mama Samia, sema. Mama Samia sema, Mama Samia tena. Okay, asante sana we kuu wa mkoa, unaleta hela zisije zikanichanganya nisitaje hela. Nirudi kwenye meseji ya kiongozi wetu mkubwa aliyefika, we asante sana mjume wa raisi we, mbunge wetu bwingwa, anakuja hapa Festo Dugange, anasimama kutoa hotuba yake wala pasipo kusoma, ogopa sana, anasimama hapa mbele hotuba hotuba pasipo kusema, mkurugenzi wetu naye nakuja hapa, mkuu wa wilaya naye anakuja hapa. Asante viongozi wote, nawatambua nisipotaja majina msije mkajisikia vibaya. Dada yangu bingwa dasi wetu kipenzi chetu Veronika Sangabomba, uliteuliwa na rais wetu kwamba uje hapa kwetu Wanging'ombe. Mwenyekiti wetu wa chama nimekuona, mtu mwenye duka usiduka nifukuza thamani, waziri nilikuwa na sema na hao lakini, sasa narudi kwako baba yangu, kijana wa Kitanzania nimetulia, niko na mama Samia, natembea naye ishirini na tano, nabaki na mama ishirini na tano, nabaki na mama ishirini na tano, nabaki na mama. Baba yuko hapa, sijui ni chifu vipi, kwa jinsi alivyovaa ni kama chifu vile, maana serikali yetu inatambua machifu na chifu mkuu ni chifu Hangaya, rais wetu wa jamhuri ya Tanzania

Pande mkuu asante kwa hii nafasi. Maana naelekezwa samani, kiongozi, hizi ni mamlaka lazima tuziheshimu. Asante baba, kuandishi naomapisha, kama mtaninyima, jamani, mtanikosea. Ni kumbukumbu safi toka kwa kiongozi kwa kiongozi wetu kipenzi Majaliwa we ama Samia, peleka mpango panapo majaliwa, basi twende na Mtaka mama, mama Samia peleka mpango panapo majaliwa, basi twende na Mtaka mama. Asante sana wasi wangu tunaagara weka hivi, tunaagara sasa, shoto kulia, shoto hey, kulia hey, moja mbili, kwende ongeleni hey. Sana ndugu wa usalama, idara zote, ni pakamana iko huru. Wenzetu wa Kongo wanateseka, sisi tuko huru hapa, tumetulia. So kama bahati, serikali imejipanga iundombinu saulivi uko imara. Sisi tuna wapongeza maafande wetu idara zote juu mpaka chini, maana tunatamba hapa tumekusanyika. Najua kabisa rais anatuona, maana iko chanya ni ya Rais Samia, kule aliko namini anatuangalia. Ongera wandishi wabari habari, sije kujisikia vibaya, mala gira ni nini isijatamba. Kazi yenu nzuri, lakini kipu nipate mana mininyima. Kiukweli mtaniwa, asante sana. Enyi wanafunzi, naomba wanafunzi wawili waje hapa mbele, wa kike mmoja pamoja na wa kiume. Samahani waziri, naonyesha upendo kidogo. Ukijua kupokea ujue na kutoa. Sasa wanakuja, nimesema wa kike moja wa kiume moja, wa kike mmoja. We kaka au dada, sema je, wewe ni kaka au dada? Wewe ni kaka au dada? Wewe ni kaka. Kaka au dada? au kaka. Sasa kaka yenu mimi, nimetumia kipaji, nimepata hela, na mimi nawagawia. Shika ya kwako, nenda ukatambe bwana. Shika ya kwako, nawe ukatambe bwana, maana nafundisha upendo. Waende mbali, wakifika kule nao wakautangaze. Watu wa usalama, mamlaka na heshima. Kwa ajili ya muda, basi tufikie hapa, ile kidogo, waziri, watu wenye duka nao sijaw Wasije kunifukuza wana CCM, huu ni mwaka wetu. Sema wana CCM, sema wana CCM, yani wana CCM. Oke wana CCM, naomba niwaambie kuna watu watakuja hapa kupotosha, wanasema serikali haijafanya kitu, wanasahau mambo mengi tunayaona. Watakaa upande moja kule wa changamoto, mafanikio waoni. Sije mkakubali na ukifika muda mwende mkagombee, na ukifika muda mwende mkachague, sio uwe mashahidi tu wa kuchagua, maana atakuchaguliwa pia inaweza. Sasa baba yangu, naomba upeleke salamu, lakini naombi moja, kama itakupendeza, niongeze nafasi na shukuru ni kuomba, uko unako kwenda nipe ziara hata moja. Mana ukifika kule kwa mama, kamwambie kwamba Meshaki anakusalimia. Zamani nikutana naye kule Kisimu, Kizimkazi Festival, unakumbuka? Zanzibar tulikuwa wote, Majaliwa, ulikwepo, ulitikisa kichwa na leo unatikisa mama. Saluti kwako, Meshaki. Tulia kesho mkoa wa Njombe tunafanya futari na madereva wa bodaboda bajaji na mabuta, tutakukaribisha. Lakini na mara usiku wapi? Na yeye tutamkaribisha, na sisi tunapofanya maandalizi ya viongozi wa kitaifa, vipaji hivi vyote tutavitumia. Wangi ng'ombe oye <tune>